Mheshimiwa spika kwa kipekee ninapenda kumpongeza bwana Eliakim Chacha Maswi kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa dhati kabisa ninakiri kuwa kupitia utendaji kazi wake mahiri na mzuri ndugu Maswi amekuwa msaada mkubwa katika kuboresha sekta ya sheria ambapo kwa kipindi kifupi cha takribani miezi tisa tangu alipoteuliwa kuwa katibu mkuu amewezesha maboresho mbalimbali kwa wizara na taasisi za wizara na hivyo kuchochea ufanisi katika utendaji kazi na kuimarisha upatikanaji haki kwa wananchi. Kwa uzoefu wangu kama waziri, sina shaka kumtamka bwana Eliakim Maswi kuwa ni miongoni mwa makatibu wakuu bora niliowahi kufanya nao kazi. huwa anajisikia faraja kufanya kazi na katibu mkuu wa aina yake kwa kuwa ndani ya muda mfupi, huwa anajisikia faraja ya kufanya kazi na katibu mkuu wa aina yake kwa kuwa ndani ya muda mfupi mnaweza kufanya maboresho makubwa na yanayoonekana. Uteuzi wa bwana Eliakim Chacha Maswi kuwa katibu mkuu na Dr. Franklin Jason Rwezimula kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria ni ishara ya imani kubwa alionayo Mheshimiwa Rais juu ya utendaji kazi wao.